Nam, hujambo msikilizaji wangu popote ulipo, na wewe mfuatiliaji wa simulizi yetu isemayo sita sahau usiku ule. Karibu tena katika sehemu ya kumi ya simulizi yetu hii ya kusisimua. Katika sehemu iliyopita ya tisa, tuliona namna siri nzito zilivyoanza kujitokeza, majadiliano ya usiku wa manane hila za kuuvuruga ukweli na kijiji cha Igalangala kikiibua maswali mazito. Je, leo nini mwendelezo wake? Kuna mengi ya kutisha na kusisimua. Utasikia majaribio ya usaliti na ukweli unaoanza kuwasha moto usiozimika kukualika naitwa Leonard Mubali, mtunzi pia msimulizi wako. Nasema tuwe pamoja hadi mwisho wa sehemu hii ya kumi. Msikilizaji wangu, nyumba hiyo ya zamani iliyojaa harufu ya udongo na moshi wa mkaa sasa iligeuka kuwa jukwaa la siri nzito. Usiku huo wa manane, wazee saba wa ukoo wakiwa wameketi sakafuni, wengine wakiwa wamejifunika vikoi vya asili, wakibishana kwa sauti za chini chini. Mzee wa mila yupo wapi? Mmoja akauliza kwa sauti. Mwingine akajibu akasema, alikuwa na mgeni fulani hivi hapo barazani akajibu lakini huku akionekana kuangaza kulia na kushoto. Ukweli ni kwamba mzee huyo hakuwa mbali, alikuwa amesikia akiwa amekohoa anakuja kuingia katika jumba hilo. Alipoingia alikuwa amevaa tofauti kidogo, kwani alivalia lile koti alilokuwa ameazimwa na Inspekta Nyangusi likiwa limejaa kila aina ya vifaa vinasa sauti maalum kabisa kwa ajili ya kufanya uchunguzi, na sauti zao zilikuwa zinaingia vizuri kabisa. Alipofika pale akakaa, wakamtania bwana, tunaona umependeza na koti. Akasema si koti langu, ni la huyo mnunuzi wa mazao aliyekuja hapa kijijini, amenihurumia. Wakamuuliza hujamwambia kama naenda wapi? Akasema hapana nilimwambia tuna dharura kidogo. Basi wakapata amani ya kuendelea kuijadili siri. Msikilizaji wangu, mazungumzo yao yalikuwa hivi, huku wakizungumza kwa sauti za tahadhari sana za chini kwa chini. Alianza mmoja, akasema tutumie wakili wa ukoo Tuandike barua tuseme tunata, tunataka kufuta kesi hii. Mzee Nyalili alishakufa, hiyo kesi inaumiza tu ukoo na kijijini hapa kukichafua. Hata mashahidi wenyewe tusiwaache waseme, tuambie tu walilazimishwa. Mjadala huo uliendelea, huyo akisema kwamba mm, lakini mkumbuke ni mada ya kesi. Mjadala huu uliendelea huku akisema mmm, lakini mkumbuke hii ni mada kesi. Hilo litakuwa gumu hapa. Njia nzuri mi nafikiri ni kuwatorosha hao wa, washtakiwa. Aliongeza mmoja wa wazee ambaye alikuwa ni mtumishi wa serikali zamani, amestaafu huyu akiwa anajua sheria kwa mbali. Alitilia shaka mpango wa kwanza. Msikilizaji wangu usiku huo alihakikisha hatoki nyumbani kwa yule mzee ambaye alikuwa amekwisha kuwaaga kwamba anakwenda kwenye hicho kikao cha siri. Kwa hiyo Inspekta Nyangusi akajua hapa atajibaraguza, na kaongeza pombe pale. Lengo lake lilikuwa kwamba akishatoka kule katika kile kikao asiendelee kuzunguka na lile koti ama kuingia nalo ndani, wasija wakagundua kama lilikuwa na vifaa maalum vya kurekodi hivyo akawa anamsubiri pale akiongeza pombe, na mmoja wa watoto wa yule mzee, msikilizaji wangu, alikuwa anapenda sana pombe, alitumwa kama mara mbili hivi kufuata pombe. Ikawa saa tano, saa sita mpaka saa saba yule mzee wa mila bado harudi. muda mfupi baadaye, ikiwa kama saa saba na nusu za usiku Inspekta Nyangusi ambaye masikio yake alikuwa ya huko nje, akisikia tu michakato hata ya mbwa anatoka kuona sija, akawa huyu mzee amefika. Akagundua siri ya urembo, lakini sasa alikuwa ni huyo mzee wa mila, kwani alimsikia kikohoa. Akasimama kwa harakaharaka haraka kumpokea huko huko nje ili amvue koti yule mzee wa mila akasema, nashukuru sana kwa kweli, limenifaa na kweli baridi ingenikomesha sana huko nilikokuwa. Inspekta Nyangusi akasema, usijali kabisa. Lakini hapa hakujulikana kama Inspekta Nyangusi, alijulikana kama mnunua mazao katika kijiji hicho cha Igalangala. Mzee yule wa mila, wa mila akawa anashukuru anarejesha koti, asijue kwamba anarejesha kifaa muhimu sana kwa inspekta. Na pale kijijini alikuwa ameshakuwa maarufu kama mnunuzi wa mazao. Wengine waliokuwa wameelewa wamekwenda kulala huko wakasema leo tumekunywa pombe kwa fedha za bure kabisa za huyu mnunuzi wa mazao. Hapo hapo baada ya kuchukua koti lake inspekta Nyangusi kazi yake ilikuwa imekwisha kuisha, hapo amemaliza. Akawaaga haraka haraka kwamba anakwenda kulala, lakini ukweli si kwamba alikuwa anakwenda kulala. Ndo kwanza alikuwa anaenda kuanza kazi ya kusikiliza zile tepe, aweze kujua nini kimerekodiwa katika mkutano ule wa siri wa kutaka kuvuruga hiyo kesi ya mzee Nyalile. Kwa haraka Inspekta alifungua laptop yake ndogo na simu yake moja na kisha hard disk, kuhakikisha kwamba anapakua na kuweka katika vifaa tofauti tofauti, akijua lolote laweza kutokea, lakini ushahidi huu adhimu usipotee. Baada ya kujihakikishia kwamba zile sauti zilikuwa zimepatikana kwa uzuri, zinasikika vizuri, ndipo alipoinua simu yake usiku huo wa manane, akimpigia afande Baraka kwa furaha kabisa. Lakini afande Baraka, simu ya kwanza hakupokea, akaikata. Akashangaa, kwa nini afande Baraka ameikata hii simu yangu usiku huu? Baadaye akapiga tena simu, ye mwenyewe Afande Baraka akapokea simu kwa furaha kabisa, Inspekta Nyangusi akisema tumefanikiwa, huku akipiga ngumi hewani kuonyesha ushindi wa kile walichokuwa na kitafuta kwa udi na ghamu. Afande Baraka hakuwa na maneno mengi sana, kasema na kuhitaji ofisini, kukicha tu, nuru ya jua la leo isikukute huko, ondoka haraka sana. Na hapo, msikilizaji wangu, Afande Nyangusi kule kijijini Galangala alikuwa amekaa huko kwa takribani wiki mbili, bado hajapata mwanya wa kupata taarifa sahihi ya kile alichokuwa akikifuatilia. Wakati huo huo kule jijini Arusha, mtoto Mliti anakutana na kijana mmoja aliyejitambulisha kama Musa. Huyu Musa alikuwa ni mjukuu wa dada yake marehemu mzee Nyalile, ambaye kwa sasa alikuwa ni askari wa kikosi maalum cha upelelezi huko mkoani Tanga. Musa baada ya kujitambulisha, kwa sababu Mliti wala alikuwa hajui kama wana ndugu yake anaitwa Musa, kwa hiyo alianza kusema, Mliti mdogo wangu, kwanza poleni kwa yaliyowakuta, kuwapoteza baba na mama siku moja ni jambo linaloumiza, ila nikuhakikishie mdogo wangu, haki tatendeka na mimi sikubali. Nasra anasikia yuko Nairobi si ndio? Musa alimuuliza Mliti. Mliti akasema kweli yupo Nairobi. Akasema nakwenda huko kwenda kumfariji mtoto na pia niweze kuzungumza naye mawili matatu. Akasema "Mdogo wangu niko katika hatua za mwisho kuunganisha ushahidi wote." Kisha wakakumbatiana wote wawili wakalia kidogo pale. Musa huyo akaingiza mkono mfukoni akachomoa fedha kiasi fulani akampa mdogo wake Mliti. Hakutegemea yote hayo akabaki mdomo wazi, huku Musa akitoka anampungia mkono akimwambia maneno, usijali mdogo wangu, usijali mdogo wangu. Mliti macho yake yakiwa anamsindikiza Musa anaondoka. Kwa mbali akaanza kukumbwa na kijihasira fulani, akajisemea moyoni kwamba tuna deni la damu wauaji walimuua mama na baba tukiwa tunashuhudia. Tutalilipa hili deni. Maisha ndani ya gereza, Majuto anazidi kudhoofika, hawezi kula vizuri anakumbuka maneno ya mama yake usiku ule akiwa naaga, kwamba anakwenda wapi. Mama yake akawa anasema nakwenda wapi usiku huu? Kwani ndio usiku aliyokuwa nakwenda kumuua mzee Nyalile na mke wake. Mama yake alimwambia dunia imeharibika mwanangu, sitembee usiku, na leo mbona macho mekundu namna hiyo? kwa sababu siku hiyo Majuto alikuwa amevuta bangi ili kila anachokifanya asisikie uchungu ama ubinadamu kumrejea. Amejuta vya kutosha, sasa anataka kumwambia Afande Baraka kila kitu, ili aone kama anaweza kusamehewa, kwa sababu Afande Baraka kila anapokuwa na wahoja nawaambia, ukweli wenu ndio utawaacha huru, lakini sidhani kama hilo litatokea. Kesi yenyewe ni nzito, ni kesi ya kuua hii. Lakini kabla hajazungumza zaidi, makwapa anafikishiwa ujumbe huo kwa siri, kwamba mwenzio anataka kuanika ngoma juwani, na mjumbe mwingine alitumwa siku moja kabla, kwamba ebu muwe wa watulivu, maana tunapambana tuhakikishe mnatoroka humu gerezani. lakini hapo tena kitendawili, kwa sababu majuto anataka kuweza kuweka kila kitu hadharani. Makwapa yanasema iwe jua iwe mvua, sitoi siri. Majuto katika mazungumzo yao, akiwa ndani ya gereza, anasema tunanyamazaje? Mbona afande Baraka amesema tukisema tu ukweli tutakuwa huru. Nakwapa na sema nadanganywa, hilo ni jambo lisilowezekana. Kesi yetu ni nzito na ushahidi upo wazi. Msikilizaji wangu, ukisikia maji yamezidi unga, ndo hapa unga unaelea, ukimaanisha kwamba ugali ili uweze kusongwa, hapa unga mwingine robo ufuatwe dukani, kwani mpango mzima wa njama Afande Nyangusi nao katika utepe alio rekodi na ameutuma kwa Afande Baraka. Je, nini kitatokea hapa? Hata mimi sijui. Tukutane katika sehemu ya kumi na moja ya simulizi yetu isemayo Sitasahau usiku Ule. Mwenyeji wako ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema kuwa wa kwanza kupata kila sehemu mpya inapowekwa kwa kusubscribe channel hii na hata kumwambia mwingine kwamba kuna simulizi inaendelea, inaitwa sita sahau usiku ule. Adios amigo, kwa heri kwa leo.